Karibu tena tena tena, karibu kibarazani tena nikuletee filamu kali kutoka Nigeria. mimi Zagweza, sio, naam nakuletea kitu kingine kipya kabisa hichi kutoka kwa Ruth Kadiri na ni filamu ambayo inahusu maisha ya Lagos katika nchi ya Nigeria, na hii ndo Ruth Production nakuletea. E, ni filamu kubwa nzuri kabisa, na inaletwa kwenu na natruthi films ha. Okay, safi kabisa nam, tunaanza katika mji wa Lagos mapema kabisa e, tunaanza kuiona pia familia jamaa akiwa na mpenzi wake akimvalisha cheni, lakini akata mvalisha cheni, huu ni mchepuko. E, tunamvisha mchepuko wake pale kawaida. Nini, sio je? Tunaona hamkupata mchipuko. Mara baada ya muda mfupi, e, tunamwona anaingia sasa mpenzi wake ambaye ni mke wake. Sasa haya kulikona anafumaniwa pale, anampiga mwanamke ambaye ni mchipuko, lakini mwanaume naye anaingilia kati pale na kuamulia kwamba usimpige, umwache. Mara ile chini anadondoka chini, na kwa ile chini, mwisho wa siku anaangalia, mwanaume anaomba kumpeleka yule mwanamke ndani kumficha ili angalau aepushe ugomvi ule. Anamwambia ingia chumbani, anamplizi mke wake, nini tatizo? hebu tukae tuyamalize. Anapigwa kofi moja hatari sana kabisa pale mwisho wa siku ana kwa nini umenipiga kofi? Eh? Na nipige kofi kwa tatizo gani? Wewe ni mme wangu, lazima nikupige kofi tu. Unaningizaje mwanamke ndani ya nyumba hii? Tena mapenzi yetu bado machanga. Au kisa ni utajiri wako? Nyumba yako uliyokuwa nayo ndio unasadhalisha kiasi cha tena unamficha ndani. Hebu sikiliza, mke wangu. Mimi sijafanya hivyo kwa kusudi. Nimefanya hivyo kwa sababu nimekosa mahusiano ya dhati kwako. Mahusiano ya dhati kwangu. Hivi una akili kweli wewe? Mimi mahusiano gani umeyakosa kwangu? Eh? Ha, wewe wewe ujui Taarifa zote ziko mitaani, mji mzima watu wanafahamu, kila mtu anajua taarifa zako na tabia zako. Tabia gani mimi? Ndio wewe, hmm wafiki. Sijui ninachoendelea najua kila kitu. Nakwambia sikutaki tena, ondoka. Toka. Toka. Na nitoke niende wapi jamani? Yaani, e, uelewi ninachokwambia. Mfanyakazi wanaingia mfanya kazi hapa ndani jamani, naomba njoo njoo njoo njoo anafanya kazi, niambie kuhusu huyu. Niambie wewe ni malaya, na huyu ndo ameshuhudia kila kitu, naigiza wanaume wakati mimi nikitoka. Hebu eleza kila kitu kinachoendelea, wewe msiana mimi Kweli madam, mimi msema kweli, mpenzi wa Mungu kweli, uko kuna wanaume walikuwa wanaingiza hapa rangi tofauti tofauti, na mimi ushasikuwa naona, nikasema ninyamaze. Ah, sasa wewe ndio lini? Wewe mtoto, nimefanya mimi, jamani, lini nimeingiza mwanaume ndani? Kweli madam, kwa nini mimi, jamani? Ni uoko niogo, mimi naambiwa niseme tu ukweli, sina jinsi, nifanyaje jamani? Wakati kweli ni malaya wewe mtoto bwana, achonganisha mimi na mume wangu jamani! Nimekosa, nimekosa nini? Wewe mtu pumbavu bwana. Mwa kumpiga na kukimbiza mbio. Lakini ukweli ni kwamba umsichana wa kazi hakuna ukweli wowote anaosema, ni uongo mtupu. Kidogo anatoa na nje. Anaanza kumpiga na kumuuliza kwamba kwa nini unasema uongo mbele ya mme wangu, kwa nini unasingizia kiasi hichi, unasema maneno makubwa. Mwisho wa siku mwanaume anajua tu kwamba mke wake ni malaya, lakini ukweli ni kwamba msichana huyu si malaya ni uchonganishi tu wa wasichana wa ndani. okay, na mjira saa usiku, tunaona sasa ni familia nyingine hii ya jamaa kibonga, inaitwa kibounce au kipara, eh, eh, anakula matunda pale na mfanya kazi wake akiwa anamkatia katia eh, matunda. Mara mfanya kazi anashangaa, ananyanyua tango. Eh, jamani tango hilo, jamani ni tango. Eh, tango. Baba, bosi, tango hilo kubwa jamani. Umeona tango kubwa, umefanya nini? Yaani tango si mchezo, kuna watu wengine wana matango jamani. Eh, bosi anashangaa huyu, um, msana vipi, anasifaje tango tena mbele yangu mimi, mbona anakuwa kama adabu? Wewe naakama una shida gani? Bosi, ni tango jamani, napenda sana tango kubwa namna hii, lenye ukubwa hivi. Tango lenye kulemba lemba. Tango hapo tena lenye pinda jamani, tango. Hii siju, eh, kama nafahamu kubwa size yako, labda tango au kibamia. Heti. Eh, bosi. Hebu, au labda tuje nikuonyeshe tupime. Wewe kwenda pumbavu! Mpime nani? Sitwapima bosi, tuangalie je kama ni tango au makibamia, maana hili vipi? Kichaa eh? Ha? Hadi yanini tango. Kwa vyako hapa, nenda zako. Anamwangalia kumbe mfanya kazi naye, lakini Mungu naye akiwa anamwangalia, kumbe naye ni dhamira yake, alikuwa na tamani sana u bosi wake Bosi akasema jamani, kizazai mfanyakazi ni fanya kazi nzuri, lakini mbona nashuli kubwa eh? Eti tango, jamani, Mungu, tango jamani, kweli Mungu wangu tango. Mpumbavu mm. Lakini kweli sio kibamia Tango eye mm. Basi tuna ingia upande wa pili, tunamkuta yule mfanyakazi wa mama Tango anaingeza kendani eh, jamani huyu baba mbona nielewi? hii mara ngapi? kila nikimwekeza kwenye ramani, hata kuingia kwenye ramani na mimi niangu nilikuwa nimekuja kwenye ramani. Kila anachofanyia mimi ajifanya ajielewi. Mtu mzima kinaelewi, ifanye kama mtu mdogo huyu. Sasa wewe subiri, mimi nitajidili naye tu, nitafanya visa mpaka aingie kwenye mtego. Maana mimi sijui kama naye vipi, unajua sio kama mjinga eh. Ramani kweli, lakini pale mwambia tango, sisi mmekosea heshima. Mungu wangu, sijui bwana atajua mwenye mambo sisi, usielewe sija kasi kanifukuza kazi huyu Hizi tamaa nyingine jamani, zi akafuuzwa kazi, si kaa shida, sio? Nifanyeje? Mungu wangu, shida hii jamaa, itakuaje leo? Mm, na jamaa si kae, nitulie tu maanaaya, au sio? atakuja ndani, sio? ni msubiri, za akaja, basi tunatoka hapo. Ni siku ya pili alfajiri, na mjida mchana, asubuhi E, tunakuta sasa kwenye nyumba ya mama dalali, mama akutafuta fanya kazi. Mama mwenye nyumba ni malaya ndio huyu. Sasa amerudi sasa kwa dalali wake, dalali amemwambia, mimi siwezi kutafutia kazi, ni mara ngapi? kila nyumba inakupeleka wewe a mwenye nyumba na mume wake huku nyumba umeenda, fanya hivi vituko, unafanya hivi mimi sitaki, sikusamei tena. Mimi nakwambia hivi, sikutafuti kazi yoyote, wewe fanya unavyoweza kukifanya. wewe ndo kazi zako hapa. sitaki mimi mahusiano na wewe tena. wewe msana gani usijielewa? msana usiokuwa nafahamu wala akili. mama nisamee jamani, mama nisamee tena. nitafute kazi ama maisha hapa ndio nitaishije mjini mimi na familia. una familia familia gani? una akili. eh? Mama mimi kule sio kama ni yule mama kweli malaya na yule mama mimi kwa nampenda sasa, nifanyaje? Yani mimi kaza kanona mbujika, nilikuwa ngombanisha yule ni na mimi pumbavu. Kwa nini ngombanishe mtu afu yule nayo, kama si kipi? Wewe umeenda kufanya kazi, umefanya nini? Mama nisamee. Hakuna cha kusamea hapa. Mama nisamee jamani, mama. Hapana mama, samee mama jamani, nitaenda wapi mama? Mrembo mama, wewe mama, wewe mama ni mzuri mama, umevaa mawigi mama, una madera mama, nisaidie mimi, nakupenda mama, nisamee. Kwenda bwana, kwenda zako mama. Mama nisamee.

Hey mama, hey. Mama mwiga kwa namu ujinga wewe. Haya tunarudi tena upande wa pili na muona hapa msichana anaosha gari. Eh yule mama mata tango tango eh. Anaosha gari la mzee wa tango bwana wewe. Haya anaosha gari. Nataka natoka naye, anambia vipi, ushamaliza? Nishamaliza baba. Ndoka mzauko kosha kausha hapa. Nishamaliza nimefuta vizuri na hapa sasa kwa tayari wazo ni kutoka aondoka tua ina shida. Lakini bosi alichokifanya mimi pia kingine, nimechukua maji nimeingia kwenye siti kule nika mwaga mwaga nini, nikaka vitu vingine vikae vizuri, maji nikaka kusema kiasi, akausha vizuri aje umetota kwenye seat. Kwani mwaga maji kibao, mwaga maji, mwaga kama ndo tatu vinne, na hii seat hii ni tatu ta safi safi. Unasemaje wewe umefanya nini? Nimechukua maji nimemwaga huko ndani kwenye seat, siambia nisafishe. Nimemwaga maji kwenye seat kokote. Kwa maisha Mungu wangu, yani umemwaga maji huko? Jamani, ai ai ai, isikwako kwani umefanya hivi? Lakini nimekuambia ushe gari Siakwabia umwage maji, jamaa. Sasa utaoshaje gari bila kulisafisha ndani? Fanya kazi nyingine, bwana. Hana akili kabisa. Eh, mwambie oshe gari kamwaga maji ndani. Sasa ndo oshe ndo oshe jinde mpaka ndani ya manifu kweli. Toka amekwambia toka. Mbavu wewe, una adabu. Yaani kila siku msiana ni visa, kila siku msiana ni visa, nitafanyaje jamani? Kamwaga maji kote, siti zote zimetota maji. Sasa shughuli nyingine sasa hii. Ah, huyo bwana kiki chako kweli jamani. Wala sijui nifanyaje? Basi, ni upande wa pili kabisa, tunaona mama wa madalali wa kutafuta fanyakazi amempeleka sasa yule msiana kwenye nyumba nyingine mpya kabisa kuja kupata kazi karibu kwa smart vizuri. Vizuri na shida nafanya kazi kwa kweli masaa 24 sina shida. Basi nadhani Nita, nitakana vizuri. Unaitwa nani binti? Unaitwa nani binti? naitwa Ebo, Ebo, naitwa Ebo, ya makubwa. Sasa tufanyaje sasa? Haya, basi karibu basi, asasi wewe muishi tu mazingira ndio ufanya kazi. Haya, asante sana. Nimekuambia nini wewe unachokifanya sasa, hiyo a utafanya utapata kazi, kazi kujingako wewe unaanza kukaa na bosi namza kurembua nyesha kazi wanaamua kuondoka so pale na kuelekea zao, kuonyesha mazingira yanavyoendelea basi. Ndani ya nyumba sehemu nyingine ya pili tunamwona yule mjamaa wa Tango. Tango, eh, msichana anaomba kuomba msamaha. Yule mfanyakazi anaomba msamaha msamaha kwa sababu ya shughuli ile aliyofanya, maana ametia gari maji, ametia hasara. Ah, umefanyaje? Mbona skia kuna kitu kinanuka huko? Nimeweka pasi, napiga pasi nguo zako. Umeacha pasi oni. Alafu na nguo umeweka chini, msho nategemea nini? Unajua gharama hii pasi, akuwa napiga pasi sasa, ulivyoniita ukaoshe gari nikajisahau, nikaacha hapo. Bosi, naomba ukasika na kushangaa, kwa nini mfanya kazi design gani? Sasa nakwambia hivi, kuanzia leo hutogusa nguo zangu kufua wala kupiga pasi, ndazipe kwa cleaner, na mwisho wa siku nitapunguza mshahara wako pia. Umesikia vizuri? Na endapo kuleta habari zako za kijinga jinga ndani ya nyumba yangu, nitakufukuza kazi. Ah bosi, usinifanyie hivyo bosi, nisame bosi, nisame bosi, historia tena ulifanya kazi, naomba kuomba msamaha pale bosi ananiambia basi, ah, ongeza kwa nenda zako ndani nenda zako ndani basi. Ninaishia hapo. Hicho ni kipande cha kwanza, kipande cha pili kinafuata. Usikose usio safi sana.